Liko swala la watu waliokwenda kuomba uchunguzi kwa balozi wa Vatican, naona kwamba ni sawa, kabla sijamaliza maongezi yangu niligusie jambo hilo. Kwa misingi hiyo hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale, wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima kama nilivyosikia wengine wanasema mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya, kwenye parokia, kwenye jimbo? Sheria haijaweka utaratibu huo, hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa jambo ile ni halali na ni la sheria, na na na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa na inalenga kulinda hadhi ya kanisa, na hatua ile sio uasi, bali ni utekelezaji wa kulinda maadili ya kanisa.